Samia Suluhu akiahidi anatekeleza. Nilitenga fedha, nilitenga fedha za kujenga soko hapa la Madi, ni uongozi wa halmashauri, madiwani wanabishana, la Madi au Nyashimo, la Madi au Nyashimo. Soko lile halikujengwa, lakini ahadi yangu iko pale pale, madiwani watakapoelewana na wakati ule ahadi yangu ilikuwa ni kujenga soko lile hapa Lamadi, ndio ahadi niliyoiweka soko hapa Lamadi. Kwa hiyo kama hakuna eneo, madiwani watakuja kukaa na kuzungumza, Lamadi hakuna eneo, soko liende eneo jengine, lakini ahadi niliyoitoa ilikuwa ni soko hapa Lamadi, stendi ya mabasi kule Nyashimo, stendi ya mabasi kule Nyashimo. Kwa hiyo kupitia mradi wa TACTIC, kupitia mradi wa TACTIC, tukishirikiana na serikali tunakuja kufanya yote mawili, stendi na soko katika maeneo yatakayowekwa.